Katika hotuba yake ya kuapisha baraza jipya la mawaziri, Mheshimiwa Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alitoa ujumbe mzito unaogusa moja kwa moja mustakabali wa uchumi wa Tanzania. Miongoni mwa kauli zake zilizovuta hisia za wengi ni ile iliyogusia kwamba Tanzania inaweza kuanza kukosa ufadhili kutoka nje kutokana na changamoto za kisiasa na mtazamo wa kimataifa kuhusu hali ya ndani ya nchi. Kama mnavyojua mara nyingi tunategemea kupata kutoka nje mikopo kutoka kwa taasisi mbalimbali mbali, za kimataifa, mabenki ya kimataifa, lakini yaliyotokea nchini kwetu yametutia ya doa kidogo. Kwa hiyo huenda yakatupunguzia sifa ya kupata hiyo mikopo kwa urahisi kama tulivyopata muhula wa kwanza wa awamu hii. Karibu M24 habari, na hii ni makala yetu ya leo, tukijadili kwa undani kwamba hotuba ya Mheshimiwa Rais wa Tanzania Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na wasiwasi wa ufadhili wa nje na mustakabali wa uchumi wa Tanzania. Jina langu ni Samuel au Samalen. Kwa miaka mingi, Tanzania imekuwa mnufaika mkubwa ufadhili, wa ufadhili wa maendeleo kutoka mataifa na taasisi kama IMF, World Bank, EU na mashirika binafsi. Misaada hiyo imekuwa msingi wa miradi ya miundombinu, elimu na afya, maji na nishati, miradi ya kijamii na ya vijana pungua kwa ufadhili kunamaanisha miradi mingi inaweza kusimama au kuchelewa, hali ambayo inaweza kusababisha presha kwa serikali na kuongeza mapato ya ndani. Katika maelezo yake, Mheshimiwa Rais alikiri kuwa matukio fulani ndani anichi, kisiasa, ya nchi ikiwemo vurugu na sintofahamu za kisiasa yameathiri taswira ya Tanzania kimataifa. Wahisani wake wa nje kwa kawaida huangalia usalama na utulivu wa kisiasa, haki za kibinadamu, demokrasia na uwazi na utawala bora. Pale wanapoona mitikisiko, wanaanza kuwa waangalifu, wakipunguza misaada na kuiweka katika masharti makali. Ni hatari gani kwa uchumi inaweza kutokea ikiwa ufadhili ukipungua? Kupungua kwa ufadhili wa nje kunaweza kuleta athari kadhaa, ikiwemo msukumo wa kodi kuongezeka. Na hapa ni kwamba serikali inaweza kulazimika kukusanya mapato zaidi kutoka ndani, jambo ambalo linaweza kuwaumiza wafanyabiashara na wananchi. Miradi kusimama: miradi ya barabara, hospitali, maji, elimu na nishati inaweza kuchelewa au kugandishwa. Kushuka kwa imani ya wawekezaji. Wawekezaji wa nje hufuata mtazamo wa wahisani. Wakiona misaada inapungua, na hupunguza kasi ya kuwekeza. Miradi ambayo inagusa moja kwa moja wananchi pia inaweza kukosa fedha. Katika hotuba hiyo Mheshimiwa Rais Dr. Samia alisisitiza kuwa huu ni wakati ambao serikali inatakiwa kujitegemea zaidi. Na kazi ya kutafuta fedha humu ndani zaidi kwa kuimarisha vyanzo vya ndani ikiwemo: kuongeza mapato ya kodi bila kuminya uchumi, kuimarisha sekta ya madini, kutumia kikamilifu sekta ya utalii, kuboresha mazingira ya uwekezaji na ubunifu wa tehama na biashara za kidijitali. Kauli zake zinatuma ujumbe kwamba mawaziri hawapaswi kutegemea pesa za nje, bali wafikirie njia mpya za kuongeza mapato ya ndani. Je, yes, serikali inaweza kujijenga upya na imani ya kimataifa? Ndiyo, inawezekana, lakini inahitaji utulivu wa kisiasa, mazungumzo ya kitaifa yatakayojenga amani, uwajibikaji na uwazi katika matumizi ya rasilimali, kudumisha maadili ya kidemokrasia, kuimarisha mfumo wa uchaguzi na haki za kirahia. Nchi nyingi zimewahi kupoteza imani ya kimataifa na kuirudisha kwa hatua za kisera na kisiasa. Hotuba ya mheshimiwa rais Dr. Samia imefungua ukurasa mpya. Ni wito wa kujitathmini, kujijenga upya katika taswira ya Tanzania, kutafuta rasilimali za ndani, kuimarisha umoja wakati huu wa changamoto. Ingawa kupungua kwa ufadhili wa nje ni hatari, lakini pia ni nafasi ya kuanzisha msukumo mpya wa kujitegemea kiuchumi. Asante kwa kuendelea kuifuatilia makala yetu ya M24, tukutane tena wakati mwingine. Asante.